Karibuni darasani, mimi ni Farida Othman, lakini leo nina nywele nzuri sana yes. Ushiekuwa na selfie yako kidogo kama hii na hujui usuke nywele gani? Naomba nikuelekeze hatua kwa hatua. Kwanza ile nywele unaweza kugawa mara tatu. Yaani nywele moja igawanye mara tatu. Utakunja kama hivi ambavyo nakuonyesha kwenye video. Kwa hiyo mteja wako anapokuja, ana nywele yake ya selfie kidogo, nusu bunda, robo bunda, alafu unashindwa kumsuka, basi itakuwa si vyema, naomba utumie njia hii. Baada ya hapo, tutachambua nywele zetu. Hivi sijatumia jeli, sijatumia kitu chochote. Sawa sawa, baada ya hapo nitakwenda kusuka mistari ya mibinjuo tu kawaida, kuelekea upande wa nyuma. Sawa, nitasuka mistari yangu alafu nitakwenda kuelekeza. Mara nyingi huwa naambia kwamba ukiwa na unajifunza kusuka, basi jitahidi uh, mistari ya mikono isikupige chenga, kwa sababu kuna nywele nyingine ambazo tutakwenda kutumia mistari na kusuka nywele hizo. Sawa sawa. Hakikisha misali yako imenyooka na usiikaze sana kiasi ambacho uh, tukienda kupachika ile selfie yetu itamsumbua au itaumiza kwenye ngozi ya mteja. Naomba nikukumbushe, jina langu ni Farida Othman, tunakukaribisha sana katika mafunzo ya live. Chuo chetu kinapatikana Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha mambo yote ya saluni na tunampokea mwanafunzi ambaye hajui kabisa au hana idea yoyote. Kwa hiyo tunakukaribisha sana. Mbali na hapo kwa wewe ambaye unahitaji kujiunga kwenye magrupu yetu ni bure kabisa. Unachotakiwa kufanya, gusa button nyekundu ile iliyoandikwa subscribe hapa chini hapa. Kuna hiyo button utaigusa alafu utagusa alama ya kengele. Like na kucomment kwenye video hii. Alafu baada ya hapo nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaiona na kwenye screen yako. Hiyo namba ambayo inaishia hamsini ndio namba yetu ya WhatsApp. Baada hapo tutakwenda kuunga kwenye magrupu yetu. Sawa sawa. Tutakutumia link and then utajiunga. Kitu ambacho nataka kuzingatia kwa wewe ambaye ni mwanafunzi unayejifunza kusuka sasa. Wakati mwingine anaweza kama mistari hujui kusuka vizuri, lakini nataka kusuka nywele yako ya crochet kama hii ambayo ninakwenda kufundisha siku ya leo. Haina shida. Jitahidi tu kunyoosha mistari vizuri suka. Jinsi ambavyo utafanya mazoezi zaidi ndivyo ambavyo utakavyojua vitu vingi zaidi. Baada hapo utasuka upande wa nyuma tena mistari kama hii ya upande wa mbele halafu kwenda kuikutanisha katikati. Staili hii unaweza kusuka nywele uh, watu wote, nywele nywele yenye dawa, nywele ambayo haina dawa, nywele ndefu, nywele fupi, inawezekana sawa. Baada ya kuzikutanisha hapa, sasa nitakuonyesha ile hatua ambayo inafuata. Okay, tunazidi kuwasisitiza kwa, kwa wale ambao mnatokea mikoani, karibuni sana. Madarasa yetu yapo, ada ni kuanzia shilingi laki tatu mpaka laki sita. Mafunzo yetu ni ya uhakika na vile vile, tunapokea mwanafunzi ambaye hata kama haujui kabisa, yani huna idea na kitu chochote kwenye ususi, lakini tu unatamani kwenye ingia ah kuingia kwenye, kwenye ifani, karibu tutakufundisha sawa. Kwa nini nakutanisha nywele zangu hapa? Hii itanisaidia hata nywele zangu mimi hazito, hazito tuna tuna hazito vimba vimba ovyo, sawa. Tunaelewa zipo design nyingi, nitakufundisha hapa hapa ambazo ukimsuka mteja ataondoka nywele zikiwa na level moja. Baada ya hapo, nitatumia sindano ya crochet, naipachika hivi, alafu naibana sindano yangu hivi, alafu nakwenda kuifunga ile nywele yangu. Unaweza kufunga mara ya kwanza mara ya pili kama hivi ambavyo mimi nafanya. Kwa nini nafunga mara mbili? Kwa sababu hii itanisaidia kwanza, nywele yangu mimi itakuwa ni itadumu muda mrefu, lakini pia hazitochomoka chomoka nywele ovyo. Aswele tu umemsuka mteja ameondoka, amefika unakuta nywele zimechomoka, kwa itakuwa sio busara sasa kutumia njia hii ili uweze kuwaridhisha wateja wako. Zifunge nywele zako mara mbili, tumia sindano yako ya crochet, yani ipachike nywele yako, alafu funga mara ya kwanza, funga mara ya pili hivi, funga mara ya kwanza hivi, alafu rudia tena mara ya pili, alafu chomoa sindano yako, kaza vizuri na vidole vyako, kwa muona urahisi wake. Kwa hiyo hata kama ndo unajifunza, basi sio kitu kigumu sana. Sawa, yani hakuna ugumu wa uoja. Cha muhimu tu ni kufuata yale maelekezo. Hii selfie una uwezo wa kuiacha design ya afro kama ambavyo nilikuonyesha pale awali, lakini tunaweza tukaikata ikawa low cut kabisa, sawa sawa. Yaani ikawa tukakatia chini kabisa ikawa kama nywele ya mteja kwao, vyote vinawezekana sawa sawa. Yes. Okay. Haya, wakati naendelea kuisuka nywele yangu na kusisitiza jamani. Kama unahitaji kuunga kwenye magrupu yetu, subscribe channel yetu, tuma screenshot kwenye namba unayoona kwenye simu yako alafu tutakwenda kuunga kwenye magrupu yetu. Wale ambao mnatokea mikoani unahitaji kujifunza. Kuna ndugu, kuja kufika Dar es Salaam, karibu sana. Hosteli zipo, mafunzo na huduma ni za uhakika. Sawa sawa. Eh. Kwa hiyo kama utahitaji namba zetu ni hizo ambazo unaona kwenye screen hapo. Kwa wewe ambao umemaliza darasa la saba umemaliza chuo, umemaliza upo nyumbani tu, umemaliza form 6 huna kazi, umemaliza form 4 njoo darasani, njoo jifunze, njoo upate fani hii ya urembo. Ni fani nzuri, kila siku urembo unazaliwa, kila siku urembo unazidi kuongezeka kwao. Ni fani ambayo utakuwa na uwezo wa kupata kazi, ni uhakika. Sasa njoo darasani, njoo jifunze. Cha kwanza nikwambia, hii nywele naweza kuiacha afro. Sawa, nitakwenda kuonyesha hapa kitu gani nazungumzia, afro yetu inaweza tukaiacha ikiwa imejaa kabisa kama hivi, lakini pia kuiprune, saizi kidogo kama hivi, ambavyo mimi ninafanya siku hii ya leo, kwa hiyo, kwa wewe, ambaye una uwezo wa kwenda kuiprune ukaipunguza, una aidha ni mama au ni dada, unaweza kusuka hivi, kwa kutumia ile ile selfie ambayo ni ni nikijirobo bunda, yani ni kidogo sana nimeitumia haifiki hata nusu bunda. Sasa, saa final touch yangu mimi nilipunguza kabisa ikawa size kama hii. Jina langu ni Farida Othman. Subscribe channel yangu pate kujifunza zaidi. Karibuni sana Dar es Salaam ategeta nyuki kwa mafunzo mazuri ya urembo na ususi. Na kukumbusha tu kujiunga na magrupu yetu, utazidi kujifunza vitu vingi vizuri zaidi. Gusa button ile iliyoandikwa subscribe. Hakikisha ume-subscribe na. Asante na kwa herini. Bye bye.